Vipya. Mbuni vyanzo vipya vya mapato na msimamie ipasavyo makusanyo hususan maeneo ya majiji na miji midogo ambapo naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Vilevile nikuombeni viongozi wa Alat, suala la matumizi mabaya ya fedha za umma na ulegevu kwenye makusanyo ya mapato fikishieni, yani vishikieni bango, simamieni, mmesimamia mengine vizuri kama mwenyekiti ulivyosema hili nalo linataka kusimamiwa vizuri. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu. Tunatunga sheria katika maeneo yetu sheria mbalimbali, tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo. Kwa mfano kuna sheria kwamba mtu anapotaka kujenga iwe makazi au makazi na biashara au biashara, lazima aende halmashauri apate kibali, apeleke ramani, apeleke anachotaka kufanya, anapewa kibali na baada ya kupita kwenye bodi sijui za wainjinia na nani na nani, anapewa kibali. Lakini kibali kikishatoka, mtu yule anakwenda kujenga anavyotaka yeye, anageuza kabisa kabisa kile kibali ruhusa aliyopewa kwenye kibali anajenga kitu kingine kabisa. Lakini halmashauri kuna wanani wa wanaitwa maengineer, mnawaita wanani, wahandisi. Kuna wahandisi, kuna wasimamizi, kuna nani, na kazi yao ni kuzunguka kwenye maeneo yao kuona kama vibali vilivyotolewa vinatekelezwa kama vilivyotoka. Hapana, hapana kuna majumba yanajengwa ajabu ajabu. Mfano mzuri eneo la Kariakoo, halmashauri kule iwe ya jiji la Dar es Salaam au halmashauri nyingine, wanatoa vibali. Mtu akisha kukipata kibali anakwenda kujenga nyumba aliyopewa kibali, lakini ina rumbesa juu. Rumbesa zimeacha sasa kuwa za mazao ya kilimo, zinakwenda kwenye ujenzi. Unaona kabisa nyumba imejengwa, lakini ina kishubaka kimeongezwa juu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendeni tukasimamieni sheria zetu. Wakati mwingine sheria zinavunjwa na sisi wenyewe, sisi wenyewe watunga sheria, unaingia kwenye biashara, unaingia kwenye ujenzi, we mwenyewe unavunja sheria mlizozitunga. Hili tuendeni tukalisimamie kwa dhati kabisa, na tulifanyie kazi mamlaka za kutengeneza sheria yani, kama nilivyosema kama mlivyokasimiwa, anaendeni mkazisimamie. Haipendezi kuona kwamba mmepewa mamlaka haya kwa mamla heshima kabisa, lakini aa, kazi haifanyiki vizuri. Jambo la tatu ni swala la uwekezaji. Huko nyuma tuliambizana kwamba kila halmashauri at least wilaya na halmashauri zake kutenga maeneo ya uwekezaji nadhani yametengwa, maeneo mengine yametengwa, maeneo mengine hayakutengwa, lakini kuna maeneo ambayo yametengwa. Sasa baada ya kutengwa, matumizi ya maeneo yale, je, yanasimamiwa kubaki kwamba ya uwekezaji au baada ya kuona wawekezaji hawaji maeneo yamegeuziwa yamegeuzwa matumizi? Nataka kuambia kwamba sasa hivi nchi yetu imefunguka. Tanzania imefunguka, biashara imefunguka, uwekezaji umefunguka. Maeneo haya ni maeneo mali kwenye maeneo yenu. Sasa mwekezaji anapofika Tanzania anakwenda TIC kutafuta vibali, akisha kupata vibali, kinachofuata ni ardhi. Ardhi iko wapi? na inategemea mradi gani anataka . Inawezekana mradi anayotaka kuwekeza uko kwenye eneo lako, tunadhani halmashauri au wilaya itatuambia kuna eneo kadhaa, ardhi iko wazi mwekezaji huyu aje kuwekeza. Haitokei hivyo. Mwekezaji anapata vibali vyote, inamchukua miezi sita saba anazunguka kutafuta eneo la uwekezaji, ardhi ya uwekezaji. Amekuja na pesa yake, amekuja na hamu yake ya kuwekeza Tanzania, lakini inapokuja kwenye ardhi hatuna maeneo, ndugu zangu. Hilo moja, lakini pia la pili, uwekezaji hautoki tu nje, unafanywa pia ndani kwa hiyo tuhamasishe wawekezaji wetu wa ndani. Kuna watu wana vibiashara vyao wana visenti vyao, wanataka kuwekeza ndani ya maeneo yao, lakini tunaweka vigingi, tunamzungusha mtu, kama hajatoa kitu hapati kitu. Sasa niwaombe sana, maendeleo hayako hivyo. Tukirahisisha na tukiwapa watu njia za urahisi wa kuwekeza na tutakapofanya kwamba huduma zote za vibali vya uwekezaji vipatikane ndani ya nyumba moja, inakuwa rahisi zaidi na inakuwa hamna kukwepana zaidi, hasa kwa sababu sasa tunatumia TEHAMA, ni rahisi kusomana. Huku kwenye ardhi kasema nini? Je, huku kwenye engineering kasema nini? huku kasema nini? na wewe kwa, kwa, kwa mtiririko wa sheria na kanuni zako unasema nini? Ni rahisi sana, na kwa bahati njema tunawajengea majengo mengi mapya ya halmashauri yenye huduma zote na vifaa vyote vya kufanyia kazi. Sasa hakuna sababu. Kwa nini wananchi wakose huduma? Kwa nini wawekezaji wazungushwe? Kwa nini? Hakuna sababu kwao. Niwaombe sana ndugu zangu, kwenye eneo la uwekezaji engezeni nguvu, ili mwengeze mapato kwenu, lakini na serikali ipate, na maendeleo yapate kuwa endelevu yaendelee. Tufanye hivyo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa upande wetu serikali kuu tumejitahidi sana kuvutia wawekezaji, lakini tunakuwa vigingi huko tukifika kwenye maeneo ya ardhi na maeneo mengine madogo madogo. Lakini jengine ni kuhakikisha kwamba halmashauri zinazingatia utawala wa sheria pale zinapotaka kuchukua hatua kwa mwekezaji. Tuna kesi ambazo huko aidha mkuu wa wilaya au mtendaji wa halmashauri anaamua tu. Inawezekana kweli mtendaji, uh, mwekezaji kafanya kosa, unaamua tu kwa mabavu, kuanzia sasa mradi umefutwa na hivi na hivi na hivi, bila kujali kwamba huyu mtu kaingia mikataba na serikali. Mnapowafanyia hivyo, wala habishani na wewe ataomba mara ya kwanza mara ya pili, anapanda kwenye mahakama za kidunia. Ndio mkataba wetu unavyosema, tukikerana tukikosea, tupelekeni mahakama za kidunia. Akienda kila kitu kipo, tunalipa fedha nyingi ndugu zangu, fedha nyingi za kushtakiwa huko nje. Wanapata haki, tunalipa fedha nyingi. Sasa jiepusheni na hilo, mnapotaka kumkosoa, kumchukulia hatua mwekezaji, hebu fuateni taratibu za kisheria zilizopo, lakini pia msiache kuzungumza na mamlaka ya uwekezaji Tanzania, ili muone nini mnaweza kufanya kwa mwekezaji wa aina hiyo ambaye amekuharibia kwenye eneo lako. Tufuate sheria, lakini pia kumshirikisha mwanasheria mkuu wa serikali nalo ni jambo jema sana. Niwaombe sana, tupunguzieni mzigo wa kulipa fidia kwa wale wanaokwenda kutushtaki na pesa ile itumike kwa mambo mengine swala. so, jingine linalotaka kuongea nanyi leo ni kuongeza ubunifu katika utendaji wa halmashauri katika kuvutia kuchochea uwekezaji zaidi au maendeleo ya maeneo yenu, na hapa nataka niseme, nilipokuwa kwenye maonyesho, nimekwenda kwenye mabanda halmashauri tatu, nadhani halmashauri ya kwanza ilikuwa Ludewa. Ludewa nadhani ndio halmashauri ya kwanza na wao Ludewa wamekuwa wabunifu, ngoja nione kwenye noti zangu, nimenoti pahali, lakini nimefurahishwa sana halmashauri ya Ludewa, halmashauri ya Tanganyika na halmashauri ya Kwimba. Moja nadhani Ludewa walilipwa fedha za fidia kutokana na mwekezaji anayekwenda kwenye machimbo yale ya mkaa wa mawe na, na chuma. Fidia ile ilivyolipwa kwa wananchi, mabilioni kadhaa, walichofanya wamegawa zile fedha, kuna fedha zimeingia mikononi kwa wananchi, kuna fedha wamefanya shughuli zao za maendeleo, kuna fedha wamekata bima ya afya kwa wananchi wote wa eneo lile. Huo ni ubunifu mkubwa sana. Sasa huku hakutakuwa na kilio. Mimi nimekwenda hospitali, sikupata huduma. Ana bima yake, kila mwananchi wa kule ana bima yake. Huo ubunifu mmoja. Lakini watu wa Kwimba wao wameitumia vizuri nest. wameitumia vizuri kwenye uwekezaji, kwenye kutoa tenda, kwenye kutoa ajira, kwenye kutoa nini, wamekaa wamebuni kitu ambacho kimewasaidia kwenye utendaji wao vizuri sana wale wengine Watanganyika. Wanamsitu wanauza carbon credit, wanauza hewa ukaa. Fedha wanayoipata hata kama kama serikali haturidhiki na wanacholipwa, bado tunafanyia kazi, wanaweza kulipwa kitu kikubwa zaidi kuliko wanachopata sasa hivi. Na wanamsitu zaidi, nimeshtuka na naambia mkurugenzi, kuna ekari laki sita nyingine wanataka kuzitumbukiza hivyo kwayo hapa nitoe. Ofisi ya makamu wa rais haipo, lakini watanisikia kwenda kulisimamia hili, hasa kile kitengo cha carbon credit, kuhakikisha eneo lile, wilaya Tanganyika inapata fedha wanapa, wanaopaswa kupata kwenye uuzaji wa carbon credit. Hawa wanaouza na nakuuza sasa hivi wanatupunja sana sana. Kwa hiyo Tanganyika, kabla hamkuendelea, subirini serikali kuu iwasaidie jinsi ya kupata pesa yao lakini wameitumia pesa wanayopata kutokana na mauzo hayo, wamejenga shule, wamejenga vituo vya afya, wamefanya masuala ya maji, wameajiri walimu na watumishi wa afya wenyewe kutokana na fedha hiyo. Sasa kule tulikotoka kule miaka saba sita nyuma, hiyo fedha watu wangepiga kigeregere, wangedanganywa wananchi wakapewa kiduchu, hiyo fedha ikaingia mifukoni kwa watu, lakini kile walichokifanya na zisaluti zile halmashauri tatu kwa ubunifu mzuri waliofanya. Nimetoa mifano hii na wengine, mkaangalie kwenu kuna nini na msimamie vizuri. Tanzania hii imejaa madini, imejaa rasilimali za kila aina. Kama tutazisimamia vizuri, kama halmashauri tukapata fedha kama walivyopata hawa, tutasaidia serikali kuu kuleta maendeleo kwenye maeneo yenu, badili ya kila mwaka bajeti kwa bilioni kupeleka serikali kuu, na serikali kuu kutafuta sasa vyanzo viko wapi na nini, na kupeleka huko kuondosha shida za wananchi. Nendeni kasimamieni ubunifu na usimamizi wa matumizi ya rasilimali hizo. Ndugu zangu, dunia inabadilika na si lazima tubadilike. Nimesikiliza risala ya mwenyekiti lakini na waziri pia. Mwenyekiti, tunakushukuru kwa maneno mazuri kwa serikali na waziri na